Haukuzaliwa, hauna baba, ulizaliwa na Roho Mtakatifu. Alipomaliza aliita bwana yangu Josefu, naye akamwambia, mimi sio Josefu. Akamwambia, wee ni Josefu lakini ulipata bahati na haukuitumia kwa ukweli, ulidanganya Maria mkaenda kanisani mkafunga ndoa na wee ulikuwa umeficha bibi mwenzangu. Alianguka nikaona anapoamka anakubali Mungu akamwambia ni maapa punishment, kutubu kwa miaka tano, msiende kanisa mkapokea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 Mungu aanyewe u... nilizaliwa Uganda 1975. Mimi ni mtoto wa pili kwa mama. But nilizaliwa Uganda kwa hospitali. Yes, hospitali inaitwa Kampala Mulago. Lakini mama aliniambia kuzaliwa kwangu nilikuwa mzungu. Nywele tu ndio ilikuwa braka inaonyesha huyo mtoto ni Mwafrika. Madaktari wakashangaa Mwafrika kuzaa mzungu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 Aliponiweka hapa alilia midomo tatu na kaomba Baibolo. Akafunua Luka nne. Akaonyesha mstari wa 18, 19. Na kaniambia Maria, hii somo ndiyo ilifanya nikauawa. Na mimi nilikuwa nimekuja kusulubiwa mpate wokovu. Na kanipa miaka ya kuishi na nyenye duniani. Yenye si stahili kuambia mtashtuka tu Maria ameenda. Sasa nguo yenye nilimea mama mabaya alinikataza hata mtoto wangu asiweke mkono hata mume wangu. Niweke tu mahali iko tu kwa nyumba. Na kaniambia, ile suku roho yako itakutuma kutoka nayo nje, ndio siku ya mwisho utaileta uiweke kwa msalaba, hapo mwenye atabatika ajue hii kitu ya maana, ataichukua kitu uliacho. Kupata hayo maono, mimi nilikuwa mkatoliki tu, nilikuwa tunaenda kanisani mtu kawaida, but nilikuwa napenda kusema mwana wa Mungu, na sijui hata watu walikuwa wameniwekea jina hilo, sikuwa na. E, wananiita mtoto wa Mungu kwa maana alikuwa anapenda hiyo kitu na sikuwa najua kama kuna kitu ndani mwangu, hasa nilikuwa nalala kwa hiyo mlima yenye nilikuwa nakwambia hapo, hii ana ngoma tu hii. Mm. Hasa hapo mlima, nilikuanga nikitoka hapa mbio, nitasimamia jua hata sichoki, hata wezi jua nimefikaje. Tunaongea, watu hata walienda wakanstaki kwa chifu, wakaambia eh, akuja ambie bwana wangu anikataze kusumbua watu na makelele usiku mm.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 sisikii njaa, ah ah, hiyo tu ndio ilikuwa tu chakula na, nasikia sisikii njaa hasa ikifika asubuhi. Zingine ananituma Uganda, nilikuwa natembeanga tu kama mwendazimu, nikitangazia watu neno la Mungu, lakini naponya mahali. Akinituma kuna mgonjwa, nikienda tu kwa yule mgonjwa nakwambia, unakojeka kitu fulani, unakubali nikuponye. Akikubali nachukua hiyo magonjwa, naanza mbio narudi. Nikirudi hapa nakuniambia mbio wapi? Kwa mlima, hivyo tu kila siku pona tu saa hiyo. Hapo ndio watu walikuja wakaanza kujua huyu mtu wako na ki na kitu akanituma hata kwa hospitali Masafu, nienda kwa wodi. Nilipoingia kuna mzee alikuwa anaenda kufanya operation kwa mataka hapa, walikuwa wamemwekea sindani. Nikamuuliza, wewe mzee, unataka kutembea? Kasema ndio, nataka upone, na kaamuka tu akaanza kutembea na sindani kwa mkono, alienda nayo na mimi nikatoka. Daktari hakuniuliza chochote but ndio nitoke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 mwangaza kafikiria wametuingilia, ingawaji tulikuwa na stima. Nikafikiria mtu wametuingilia, wameweka on bulbs. Kwangalia bulbs hakuna, lakini kila mahali unaona kila kitu light. Light kwa hivyo nilistuka sana na nilistuka, nikaanza kusikia sauti, na huyo alikuwa nalala kama amelala sasa sauti ikaanza kutoka kutoka, nikaona anaamuka, akaamuka, kwa sababu alikuwa anaita Maria, Maria, Maria mdomotatu ndio akamu akaamuka, akaja, akauliza ni nani Maria, na ile sauti kamji kamjibu. Kwa hivyo na hiyo sauti, wapi unasikiza? Mimi nilisikia, tulikuwa wawili, mimi nilikuwa nasikia, mimi nilikuwa nasikia.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 alafu Abwire yangu ya nyumbani, alafu Wekulo wakaniambia wewe, saa hii ni Joseph, wewe ni baba wa ulimwengu na nitaleta hapa watu nowalee Oso tupe kile, mtu anasema, majini, majini. Mm. Kila mtu yeyote ambaye anakuja hapa kwa alafu anakuombea chakula ya majini, ama kama ni mganga, lazima atataka ile sadaka ya kuchinja kwa usaidizi nini, nini. Mm. Lakini mtu mlango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 kuna boma yenye alienda akaombea. Kama vijana hawazai, hawapozi wanawake, akawaambia kwanzia leo, kila mtu afanye nini? Atafute bibi. Na wali walipata wabibi, wameshazaa watoto, wameleta mbuzi, walileta ndama mbili. mm.